Wakizungumza na ITV katika hospitali ya Kivinje iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, wananchi hawa wamesema majengo yapo mazuri sana, majengo yanapendeza, pia hata huduma zake ziko vizuri kweli. Hatujawahi kuyaona majengo kama haya, hiyo hospitali kwa kweli ni ya tangu mkoloni, zimepita awamu nyingi sana ila awamu hii ya sita kwa kweli ni kabambe Awamu ya sita ni awamu yenye matumaini ambayo yaani imetutua sehemu nyingi sana, kutueka sehemu nyinginewe, hususani tuna jengo letu ile la emergency. Lile kwa kweli jengo lipo kwenye kiutaalamu, jengo liko zuri kwa tangu imeanza hospitali iko ila, hii ya Kilwa kwa kweli, majengo sasa ni ya kitaalamu, majengo ni ya kisasa, majengo yako mazuri ukiingia maabara unajua kama kweli hapa nimeingia katika jengo la hospitali, na hata heshima kuonekana hii ni hospitali ya wilaya. Kwa kweli inajionyesha kama ni hospitali ya wilaya, lakini awali yote haya tunampongeza tuna sana mama Samia, yeye ndio nyenye medali, yeye ndio mpambanaji na yeye ndio katika taa yake, kwa kweli tunamshukuru ametumulikia kata kivinje singino, hii wilaya ya Kilwa hii, mkoa wa Lindi kwa, kwa kutuwekea majengo bora hali ya sasa na, tof, na hali ya mwanzo tofauti kwa kweli tunashukuru. Hali ya sasa kwa ajili ya huu uh, mradi wa mama Samia, haya majengo tunashukuru. Nyuma kulikuwa haya majengo yalikuwa haya, hayapo haya, haya, haya, haya, haya, haya, na tulikuwa tunatumia umbali mrefu kwenda kutoka hapa kwenda mkoani, lakini tunashukuru kwa hali ya sasa imekuwa mzuri, hata hususan ili jengo la emergency hapa. Ni, yani hali ni mzuri ni mzuri kabisa. Mimi mwenyewe nilikuwa na mzazi wangu hapa alikuwa anasumbuliwa kweli, alikamatwa kabisa, lakini nashukuru katika, katika, baada ya kupelekwa mule kwenye jengo hili la emergency kweli mzazi wangu mimi alipata unafuu kwa vyombo ambao vya kisasa ambavyo vilivyokuwepo. Kwa kweli tunamshukuru mama, kafanya mambo, tunashukuru sana kwa huduma zake, maboresho makubwa ambayo yanafanywa na serikali ya awamu ya sita katika vituo vya kutolea huduma za afya hapa nchini yanafanya wafanyakazi wa sekta ya afya kuwa na morari mkubwa wa kufanya kazi kwa bidii, kutokana na vitendea kazi kuwepo kila idara kwenye maeneo wanayofanyia kazi. Maboresho yaliyofanyika, tuna mashine za, tuna mitungi ya kuwapa kuongezea oksijeni tuna mashine kama ile pale, ile ni ya na mashine ambayo ni ya oxygen pia vile vile, ambayo inamfanya mtu aweze kupata oxygen yake. Hapo awali ilikuwa ni kuanza kukimbizana, sasa hivi hapa mpaka mkoani au uende Dar es Salaam, lakini huduma hii sasa hivi inapatikana hapa hapa. Kwa hiyo ni tunatoa shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa maboresho haya makubwa aliyoyafanya, sio, yaani, sio maboresho ya kitoto yaani unaweza ukasema kwa haraka haraka ukafikiri ni kazi ndogo iliyofanyika. Kama mtakumbuka, wakati mimi namaliza chuo ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kulikuwa na mgomo wa madaktari. Mgomo ule wa madaktari ilikuwa ni kugomea ma, mazingira mazuri ya kufanyia kazi yale, ule mgomo ule ni madaktari wanazokuwa walikuwa wanazungumzia mambo haya. Sasa eh, mwa mimi wakati naanza kazi, namaliza chuo, nilikataa kufanya kazi serikalini, nilikimbilia misheni kwa sababu ya kutaka kufanya kazi lakini bado baada ya maboresho mwenye nikatamani sasa hivi madaktari wengi tunatamani kufanya kazi kwenye hospitali za serikali na sio mission tena kama hapo awali. Hapo awali tulikuwa na changamoto kubwa ambayo ya kufanya huduma kwenye majengo chakavu. Kwa hiyo tunapenda sana kuishukuru serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kutuboreshea miundombinu ambayo sasa tunatoa huduma ambazo zinawakizi ubora wa zile huduma za afya hapo awali. Tulikuwa na changamoto kubwa ya kutibu magonjwa ya dharura. Kwa mfano, ikitokea mgonjwa amepata ajali, anatokwa na damu nyingi, au anahitaji uangalizi kwa kusaidiwa kupumua, ilikuwa tunapata shida kwanza kuanza, kuanza kuangaika kupata mitungi ya gesi ambayo inamsaidia mgonjwa kupumua ili kuweza kuokoa maisha yake, lakini pia kuweza kumpa huduma zingine za dharura, ambazo kutokana na uhaba wa vile vitendea kazi tulikuwa tunapata wakati mgumu kuwahudumia. Lakini tunaishukuru serikali ya awamu ya sita, kwa kipindi hiki ambacho tumepata majengo haya pamoja na vifaa, wagonjwa wengi tunawasaidia hapa na pia kupunguza vile vifo ambavyo vilikuwa vinatokana na Ajali au na mahitaji ya dharura ambayo wagonjwa walikuwa wayapati kwa kipindi hicho. Nikiripoti kutoka hapa katika hospitali ya Kinyonga iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi. Fatuma Maumba wa ITV.